Katika miaka yote hii ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan miaka minne, ambaye na sisi leo hii tumtuko hapa kujumuika na mufti na shehe mkuu wa Tanzania kumwombea dua rais wetu, kwa sababu kuna kazi kubwa ambayo imefanyika na hii kazi kubwa ambayo imefanyika hatuwezi kubeza. kazi kubwa ambayo nyinyi waandishi wa habari mmeifanya katika wilaya yetu, lakini katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hivyo nitumie nafasi ya kwanza kwa shukuruni nyinyi ambao mmeitikia wito wa Mstahiki Meya wa jiji la Dar es Salaam kwenye kushiriki kwenye hii iftari ya leo lakini sambamba na kumwombea dua rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini la pili ni kumshukuru Mungu kwa kum, tupata rais, tumempata rais, rais mzuri, rais bora kuliko marais wote ambao mnaweza kusema wa bara la Afrika. Tunaye rais mzuri sana ambaye katika kipindi chake cha miaka minne mambo makubwa yamefanyika. Ukija kwenye wilaya yetu ya Ilala katika kipindi cha miaka minne, tumepokea zaidi ya bilioni 317, ambazo zimeenda kwenye miradi mbalimbali. Ukienda kwenye elimu msingi, zaidi ya bilioni 20 zimepelekwa kule, lakini ukienda kwenye elimu sekondari zaidi ya bilioni 32 lakini ukienda kwenye masuala ya barabara, ndugu zetu wa wata, TARURA, Mheshimiwa Rais tuko, tunapata huko zamani shilingi bilioni tano. Katika kipindi cha mwaka mmoja tu, Mheshimiwa Rais ameongeza kutoka bilioni tano, mpaka sasa tunapokea zaidi ya bilioni 20. Hivyo unaona kuna mambo makubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya. Ukija kwenye eneo la afya, tunao vituo vya afya zaidi ya nane vinajengwa kwa wakati mmoja katika wilaya yetu. Sambamba na hivyo, tunacho kituo cha afya cha zaidi ya bilioni tano kinajengwa kingine ambacho kinamalizika ni cheza bilioni mbili. Hivyo unaona Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa sana, lakini ni mwaka huu ni mwaka uchaguzi, tunapokwenda kuchagua serikali, tunamchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi tunaamini kabisa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan atapata tena miaka mingine mitano. Hii miaka mitano atakayofanya, neema ya Tanzania itaendelea kuwa kubwa sana kama katika kipindi cha miaka minne tumepata bilioni 317 katika kipindi cha miaka mitano ikoje? Maana yake tunategemea kupata zaidi ya bilioni 600 ukipata bilioni 600 mambo makubwa hivyo namshukuru sana mufti eh, na shehe mkuu wa Tanzania yuko hapa lakini pia eh, kadhi yuko hapa. Naona viongozi wote wa dini wako hapa, lakini pia wananchi mbalimbali wameshiriki, lakini na wadau eh, wa maendeleo, mabenki mbalimbali wameshiriki, waandishi wa habari wameshiriki, kwa maana kuona namna gani tunajumuika pamoja kufanya dua kubwa kwa ajili ya rais wetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni.